Ani, matatizo matatizo matatizo, ingekuwa mtoto wangu ningemvunja hata miguu. Samani dada, kuna jambo nilikuwa nataka nikuulize. Mama acha longolongo, sema una shilingi ngapi? Ni umtako mtu tu, ukimsimamisha tu hivi. Najua baba anataka umtongoze, wengine siatakaukulize maswali tuelekeze sehemu ya kwenda oh. Mtaa wetu wa Vunja Moyo, mtaa wetu wa Vunja Moyo, haijulikani mkubwa nani, haijulikani mdogo nani. Mtaa wetu wa Vunja Moyo, oh mtaa wetu wa Vunja Moyo. Haijulikani mdogo nani. Mwanangu, eh. Dah, mwanangu mimi nashukuru sana kwa sapoti zenu. Sijui, najua kusema kwa Mungu wangu sana sanaia kwenye kazi ila sema nini wanangu, yeah. Nimeachia dude jipya mwananguisasa yeah. Hili kwa masikio yangu inavyoitwa b tujuza tu kalielewa. yeah. yeah. yeah. ah. Ah, hebu kwanza tupe hata mistari sasa. <coughs> Kwa masikio yangu limuita shemu, kumbe shemu si shemu naiti unampage. Iliniuma sana nilipata uwazimu, nikawaza hivi, kwa nini amuulizi kinyema dem kwa bibi mwanangu? Safi mwamba. Kama kawa? Kama kawaida. Ah, dugu yangu we? Eh. Ah, mimi bwana mtaa bwana ni mgeni mgeni kidogo. Mimi niko naenda kwa dada yangu mmoja anaitwa Aisha. Anaongea ongea sana. Kaniambia, nikifika tu mtaa hii. Basi mimi nimefika kwake. Yote nitakayemuuliza ananipeleka. Ah, Mama Aisha, Mama Aisha. Aisha mpata mwanangu. Kuelekeza buku, kupeleka buku mbili mwanangu. <coughs> Najua. Eh. Mwanangu upo si hata kidogo. Kwani unanil kuelekezwa buku kupelekwa buku, buku. buku mbili. <coughs> Acha utani wako mwanangu. Wapi babu, acha mambo yako na wewe. Oh, sema nini mwanangu? Mwanangu nielekeze basi. Baba baba baba baba. Babu, akuelewi. Huyu bubu yuko kiziwi. Kwa hiyo sasa mwanangu, tunafanyaje? Fanya hivyo kwanza hapo, inazidi mwanangu, kuelekeza shilingi elfu mbili kupeleka elfu nne nishapanda beti. Usimuongea na huyu huyu bubu huyu kukiziwi, afu unaniliu. Ukinisikiza mimi tangu mapema hivi, ushafika kitambo tu. Haya, mambo yasiwe mengi